Nipende kuzungumzia namna utafutaji ulivyowavuruga wanaume mpaka kwenye familia zao. Katika jamii ya leo, mwanaume amegeuzwa kuwa injini ya majukumu. Anaonekana kama mtu asiyechoka, asiyeanguka na anayepaswa kutafuta bila kupumzika. Kadri dunia inavyozidi kuwa ngumu, ndivyo wanaume wengi wanavyojikuta wakipambana na presha za kimafanikio, majukumu ya kifamilia na hofu ya kushindwa. Utafutaji ambao ulipaswa kuwa njia ya kujenga maisha bora umegeuka kuwa chanzo cha msongo wa mawazo, hasira za ndani na kuvurugika kwa mahusiano ya familia. Sasa nipende kuuzungumzia namna utafutaji ulivyowavuruga wanaume mpaka kwenye familia zao. Namba moja, kuongezeka kwa hasira za ndani. Stress za kutafuta zinamfanya mwanaume kuwa na, kuwa mtu wa kulipuka kwa madogo, si kwa sababu anapenda, bali kwa sababu kichwani amebeba mzigo mnene. Kila siku anapambana na madeni, majukumu, matarajio ya familia na hofu ya kushindwa. Kadri anavyoendelea kubeba mizigo hii kimya kimya, ndivyo mwili na akili yake vinavyochoka. Uchovu huu Unajaa ndani na kugeuka asili isiyo na mahali pa kutoka. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake anajikuta analipuka kwa mambo madogo, sio kwa sababu ni mtu mbaya, bali akili yake imejaa kupita kiasi. Namba mbili 2, kuwa na tabia ya uchoyo bila kujua. Atuzungumzie ubahili. Si ubahili, ni hofu tu. Mwanaume anaweza kuanza kukatalia kila matumizi, kwa sababu anaishi na hofu ya kesho isiyotabirika. Mwanaume anapokuwa kwenye safari ya kutafuta, mara nyingi anaishi na hofu ya kesho. Je, ikitokea dharura? Je, kutakuwa na chakula? Je, nitaweza kushinda kushika majukumu yote? Je, pesa itatosha? Haya maswali yanaonekana madogo lakini kichwani kwake yanageuka mzigo mzito unaoathiri maamuzi yake ya kifedha. Kwa nje tabia yake inaweza kuonekana kama uchoyo. Si uchoyo, ni hofu ya kuporomoka. Ni kama anashika kikombe kilichojazwa juu juu, akijua kidogo kikimwagika, anafikiri maisha, anafikiri maisha yatavurugika. Kadri presha inavyoongezeka ndivyo mwanaume anavyokuwa mkali kwenye matumizi. Utasikia anauliza maswali mengi kuliko kawaida, anachukia e, matumizi ambayo ambayo hayana. Kadri pressure inavyoongezeka, ndivyo mwanaume anavyokuwa mkali kwenye matumizi. Taskia anaanza kuuliza maswali mengi kuliko kawaida, anachukia matumizi ambayo hayana maana kwake. Pili, anapima kila shilingi mara tatu kabla hajaachia nyingine. Taskia anapendelea akiba kuliko starehe. Wakati mwingine hata familia inahisi amekuwa mgumu, lakini kwa upande wake anajilinda kutokana na jambo asiyoliona, hatari ya kesho. Kitu cha kuumiza ni kwamba mwanaume kwenye hali hii hakuna anayemuuliza, unahofia nini? Unapambana na nini ndani yako? Anachukulia kama mkali au mchoyo au asiyejali, lakini ukweli ni kuwa anatamani kusaidia, anatamani kutoa, anatamani kutoa, anatamani kuishi kwa upana ila akili yake inamwambia ukijiachia utaanguka. Uchoyo huu wa muda si tabia, ni ufanisi uliogeuka hofu. Namba tatu, kuweka akili zote kwenye pesa kuliko familia. Na hii ni tabia wanaume wengi watafutaji. Mwanaume anapochoka na presha za maisha, akili yake inahamia kwenye kutafuta zaidi kuliko kuwekeza muda kwa familia. Katika mazingira sasa, mwanaume anaishi kama askari wa vita. Kila siku anaamka akijua lazima apambane, ndivyo akili yake inavyohama pole pole kutoka kwenye watu anaowapenda kwenda kwenye watu anaowapenda kwenda kwenye kwenye kila anachokitafuta ajikuta anatumia siku nzima kufikiri kodi itatoka wapi? ada ya watoto ikifika nifanyeje? biashara ikiwa mbaya mwezi huu nitaokokaje? nikipoteza kazi je, familia itaishije? maswali kama hayo. Na jambo la nne ni kutoa lawama bila kutafakari. Unajua msongo wa maisha unavyomfanya kuona kila kitu kinakwenda vibaya kwa sababu ya watu wengine. Mara nyingi hapana, ni akili iliyochoka. Mwanaume anapobeba majukumu makubwa kupita uwezo wa akili yake, mara nyingi anafikiri sehemu ambayo kila kitu kinaonekana kama kimepangwa kumwangusha. Mawazo yanamzidi, presha inamkandamiza, na akili inachoka kupita kawaida. Katika hali hii, hata jambo dogo linaweza kuonekana shambulio na mtu yeyote karibu naye anaonekana kama chanzo cha matatizo yake. Kwa nini hutokea hii? Situation inatokea kwa sababu mambo madogo huonekana makubwa, ili kosa dogo la mtu linakuwa kama kosa la dunia nzima. Maamuzi yanakuwa ya haraka kuliko kawaida. Yeye mwenyewe hajioni kuwa anayekosea, hajiona kama any Yani, kwake yeye hahisi kama anakosea, lakini wengine anaona kama ndo wanakosea wanakosea. Hii ni kwa sababu ubongo unapochoka ule uwezo wa kutulia, kufikiri kwa kina au kutenganisha hisia na uhalisia unapungua sana. Ndio maana mwanaume anapokuwa chini ya shinikizo la kutafuta, huanza kutoa lawama kwa watu wa karibu, familia, marafiki au hata mdugu yake, mpenzi wake wa karibu si kwa sababu uovu, bali kwa sababu mzigo wa ndani umekuwa mkubwa kuliko uwezo wake wa kubeba kimya. Namna e, inavyojitokeza, utasikia anaanza kusema kila siku, nyinyi tu mimi je, au kwa nini hamnielewi, au mimi nikisema kitu hamnisikilizi, au mnategemea kila kitu nifanye mimi. Yaani mambo kama hayo, anakuwa ni mtu wa kulaumu kwa design hiyo. Na mwisho kabisa kupunguza mawasiliano. Kila kitu anakuwa anajibu kwa kifupi, ukimwambia hili anakwambia sawa, ukifanya hiki poa, ukimwambia hiki kesho. Mawasiliano yanadumaa kwa sababu akili imelamazwa na presha ya utafutaji. Na video ijayo, nitaelezea ni na namna gani una uwezo wa kujilinda kutokana na haya matatizo ambayo yanatokana na utafutaji. Naomba uwe karibu na chaneli yangu, hakika utaelimika. Kwa majina naitwa Taufiq Abdallah, ni follow katika akaunti yangu ya Instagram, Facebook. Pia usisahau kusubscribe. Pamoja tunaweza.